Nini mara nyingi changamoto ya figo au figo zimekuwa zikiharibika sana kwa Waafrika ambao wengi wanaishi ughaibuni, wanaoishi Ulaya, wanaoishi USA na kadhalika. Sasa hapa nitakuleteeni ni sababu zipi zinazosababisha watu wanaoishi ughaibuni waweze kuwa na changamoto kubwa ya figo kuweza kuharibika, na kama una changamoto hiyo, hakikisha unatafuta suluhisho mapema, usisubiri mpaka ufikie sehemu ambapo unafanyiwa utoaji wa maji, yaani unaweza unatolewa maji kwenye figo ndio uanze kushtuka. Hamna, ila kuna vitu ambavyo ni vidogo vidogo, ukivifanyia kazi basi itakusaidia kuondokana na changamoto ya figo kuweza kuharibika. Kama una changamoto hiyo, basi hakisha unawasiliana na Dr. Jimmy leo kuweza kupata eh, tiba na ushauri moja kwa moja. Sasa ni sababu zipi zinazopelekea figo iweze kufeli kwa waafrika wengi wanaoishi Ulaya au wanaoishi uh, ughaibuni? Nikumbushe kama ni mara ya kwanza kupata channel yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie ni changamoto gani inayokutesa ili uweze kupata msaada zaidi. Changamoto namba moja inayopelekea figo kuweza kufeli, kushindwa kufanya kazi vizuri au kuharibika, changamoto ya kwanza ni presha ya damu high blood pressure waafrika wengi ughaibuni hupata pressure mapema na kali zaidi ndio maana unakuta wamefikia sehemu mpaka wameshakuwa na changamoto ya stroke wengi sana ni kwa kwa nini ni kwa sababu pressure yao inakuwa kali zaidi lakini pia inakuwa ni ya mapema kwa hiyo pressure ikikaa juu kwa muda mrefu basi walibu mishipa ya figo taratibu bila dalili ndio maana nimekuwa nikiwaambieni kwamba kama una changamoto ya high blood pressure una changamoto ya pressure ya kupanda hakikisha unatibu mishipa mishipa ndo chanzo cha matatizo ukijitibu mishipa basi changamoto ya presha utakuwa umeimaliza. Sasa kwa kuendelea kuwa na changamoto ya presha, kuendelea kuilea presha, mara unatumia dawa za presha kila siku, hiyo inaweza ikasababisha changamoto ya kuharibu mishipa ya damu ambayo inapatikana kwenye figo. Kwa hiyo kisharibika moja kwa moja utakuta presha inafanyaje inapanda. Hey, unapata changamoto ya figo. Kitu cha namba moja kinachoharibu figo ni presha ya kupanda. Presha ukikanayo kwa muda mrefu inaharibu figo moja kwa moja. Lakini namba mbili tunasema ni kisukari diabetiki. Jamani uh, tunasema pressure high blood pressure BP eh, na diabetiki, kisukari ni changamoto kubwa sana ambazo zimekuwa zikiharibu mwili haraka sana. Kwa nini zinaharibu mwili haraka sana? Kwa sababu zinadhuru mishipa, cha pili zinashusha kinga ya mwili. Chakula cha fast food, ile soda, vile vyakula vya haraka haraka, sausage mara nyingi tunatumia, lakini pia tunatumia chipsi, tunatumia Tanzania uh, e, sausage eh, vile vyakula vyote rahisi rahisi vile vya makopo vya viwandani ambavyo tunasema ni processed food ni hatari. Kwa hiyo kisukari huwa kinaharibu, kinaharibu figo moja kwa moja, ndio sababu unapokuwa na changamoto ya kisukari, basi mara nyingi inapelekea figo kuweza kufeli. Kumbuka figo itachuja damu muda wote, itachuja e, itachuja maji muda wote, ndio maana watu wengi wa changamoto ya kisukari wanakuwa na changamoto ya kukojoa mara kwa mara. Kwa nini wanakojoa mara kwa mara? Kwa sababu mwili wao una azimisha kuondoa sukari kupitia njia ya mkojo. Ndio maana unakuta hawa watu wanakuwa wanakojoa mara kwa mara. Sasa kwa watu wenye changamoto ya kisukari moja kwa moja, ni rahisi sana kupata changamoto ya, ya figo kuharibika, kwa sababu tunategemea figo iweze kuchuja maji na kuweza kuondoa mkojo, kwa hiyo inafanya kazi kwa muda mrefu ndio maana watu unakuta wanakojoa mara kwa mara. Sasa unapokuwa unakojoa mara kwa mara, jua kwamba basi a, figo yako itafanya kazi, mwisho wa siku itaweza kushuka. Lakini plus kisukari yenyewe inaharibu mishipa mishipa ya damu, ambayo mishipa ikishaharibika basi kuna e, kuna kidney failure moja kwa moja, kwa sababu ya kuwepo kwa changamoto ya kisukari kwa muda mrefu. Kama una changamoto ya kisukari, usisubiri mpaka ianze kuharibu figo ndio uanze kushtuka. Usisubiri mpaka ianze kukupa mazoe ma, madhara makubwa ndio uanze

Unakuta watu wengi wanakula chumvi mbichi. Chumvi mbichi ni ile ya kwamba uko mezani unachukua table salt yako unaongeza kwenye chakula, hiyo ni chumvi mbichi. Kwa hiyo tuna chumvi nyingi, tunasema sawa sawa na pressure, lakini pressure sawa sawa na figo kufeli moja kwa moja. Hakikisha unadhibiti matumizi ya chumvi, kwa muda mrefu ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kutokunywa maji ya kutosha, wengi wana, watu wengi ughaibuni wanakunywa kahawa sana. Mm. Wanakunywa kahawa sana, wanakunywa soda sana, wanakuja energy drink sana, lakini pia maji kidogo. Figo bila maji ni sawa sawa na sumu iliyofanyaje, iliyojikusanya. Maji ni muhimu, ndio maana nimekuwa nikiwaambieni pia hata ukiamka asubuhi e, ukiamka asubuhi, kabla kula kitu chochote, anza na maji ya vuguvugu yaliyochanganyikana na asali. Maji ya vuguvugu ukichanganya na asali, asali kama hii ya hapa, unachanganya na leo. Pia hii video nimerekodi asubuhi, ya maji yangu ya vuguvugu ni haya hapa. Hiki kijiko ni kwa ajili ya asali, unachoma unachukua asali unaongeza, umu unakoroga, unafanyaje, unakunywa, unakuwa unalinda figo zako. Wengi mnapata changamoto ya figo kwa sababu ni maji ya kutosha. Wengi mnakunywa energy drink, mnakunywa kahawa, mnakunywa soda, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia dawa za maumivu kupita kiasi. Watu wengi wamekuwa wakitumia dawa za maumivu kupita kiasi. Kwa nini? Unatumia dawa ya maumivu, painkillers kama ibuprofen moja kwa moja, diclofenac, naproxen zote moja kwa moja. Hizi huwa mnazitumia kupunguza maumivu, ukitumia mara, mara kwa mara zinaharibu huwa figo zako kimya kimya. Hiyo ni changamoto nyingine kubwa ambayo sasa wengi hatuisemi, lakini inaathiri watu. Dawa za kupunguza maumivu ni hatari. Stesi na usingizi duni. Watu wengi wanakuwa na stesi stress juu ya kodi, stress juu ya vyakula na bili mbalimbali kuweza kuwa juu. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo inasababisha figo kufeli. Lakini pia usingizi duni, wengi hawapati usingizi, wanakuwa na kazi nyingi sana. Mtu anakuambia mimi natoka kazini saa sita, naendesha gari langu mpaka nyumbani, nafika saa nane. Kwa hiyo unakuta analala chini ya masaa sita. Unapolala chini ya masaa sita au singizi mchache, moja kwa moja inaharibu figo zako. Tunasema presha uongeza, tunasema stress uongeza presha, lakini pia na sukari ambayo ni sawasawa na figo kufanyaje, figo kuweza kushindwa kufanya kazi vizuri. Kutuangalia afya mapema kwa Afrika, wengi wengi sababu ni ruga, lakini cha pili uh, sababu ya insurance insurance ambayo tunasema ni bili mbalimbali zinakuwa juu, lakini tofauti na hapo pia uh, wengi unakuta wanakosa muda, kwa hiyo wanaenda kustalini tayari ambapo changamoto ya figo imeshafanyaje, changamoto ya figo imeshakuwepo au figo zao tayari zimeshaharibika, na hii ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo utaniambia hapo chini kwenye comments ni dalili zipi au ni sababu zipi ambazo zilisababisha wewe uh, figo zako kuweza kufeli. Sasa dalili zinazofanya figo zinazosababisha kuweza kuharibika. Namba moja, dalili ambayo namba moja tunasema ni miguu kuvimba. Miguu inavimba kwa sababu inashikilia maji. Namba mbili, kukojoa mara chache au kukojoa mara kwa mara, uchovu mwingi, kupumua kwa shida, lakini pia kupungua kwa mkojo. Mkojo unaweza kuwa mwingi au kaweza eh, kuwa mchache. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni nini sasa cha kwanza ni pima presha na sukari mara kwa mara. Punguza chumvi na processed food, vile fast food, lakini pia kunywa maji ya kutosha. Epuka matumizi orere ya painkillers, na mwisho fanya check up za afya ya figo yako mapema. Usisubiri uh, uanze program ya kutolewa maji mwilini ndio ujue kwamba figo yako inaharibika. Hapana, hakikisha unatafuta suluhisho la mapema ili uweze kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Tuambie ni changamoto gani unayopitia kwenye comment, tuweze kukupatia msaada zaidi. So, kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.